Ifuatayo ni historia ya maisha ya Mrs. Erica Lugomela, ambapo ni Erica John Mwakalonge aliyekuwa mamangu mzazi. Mama alizaliwa mnamo tarehe 22 mwezi wa 7 1973, mkoa wa Kigoma ambapo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Akiwa mzaliwa wa pili kati ya wa wazaliwa watoto saba na watoto saba wa babu Christopher na Beatrice Mwakalonge. Elimu: mama alipata elimu ya msingi kwenye shule ya Muungano Kigoma, Mwenge Tabora na Isanga Mbeya. Mama alisoma fani ya ualimu grade B kwenye chuo cha Mpuguso Tukuyu, ualimu grade A kwenye chuo cha ualimu Katalampa Sumbawanga, diploma ya ualimu kwenye chuo cha ualimu Kigurunyembe Morogoro, shahada ya kwanza kutoka Mzumbe University huko Morogoro. Master's degree kutoka Open University Tanzania. Mama, alikuwa mshiriki mwaminifu sana kaandika kanisa la Ubungo hili wote mnaweza mka, mka mashahidi. Alibatizwa kwenye kanisa la Isanga kule Mbeya. Mama pia kwenye, alikuwa mshiriki wa, makani, wa makanisa mengi Ilala, Ubungo hili na, mengi, na pia alishai kusali makanisa mengi huko Morogoro mjini na akisema majukumu kanisani, mama alijaliwa kuwa na karama nyingi sana, nyingi na. Kila siku alikuwa ananiambia na anazijua, na amehudumu katika maisha yake. Amehudumu kama shemasi mkuu wa idara ya, ya shule ya Sabato, mkuu wa idara ya uwakili, mkuu wa idara ya wanawake. Na pia majengo mama pia ni mwanachama hai wa TAPE, mjumbe na pia ni mjumbe wa mkuu, mkutano mkuu wa Union ya Tanzania ikiwamo moja Tanzania Union Mission mwaka elfu mbili na tano mjumbe na pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa conference kuu ya Alikuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa conference kuu, conference kuu ya kanisa GC, session uliofanyika huko Marekani na ulikuwa huu mwaka Julai. Pia alikuwa mjumbe wa kamati ya uhamasishaji wa, wa ujenzi wa ofisi za makao makuu conference ya SEC, mwenyekiti mahili wa kamati za cha, ya chakula cha makambi majukumu mengi. Ajira na kazi: mama aliajiriwa kama mwalimu wa shule ya msingi Mwampalala kule Mbeya, amefundisha pia shule ya msingi Ilemi. Mama ameitumikia serikali kwenye vitengo vifuatavyo: idara ya ukaguzi wa shule Ilala, ofisi ya wizara ya ardhi makao makuu kama afisa mtumishi, ofisi ya Rais, sekretarieti ya ajira, wizara ya utumishi, ipza, tildo, cbe na bandari TPA. Ndoa na familia kipengele chake. Mama alifunga ndoa na baba tarehe 30 mwezi wa 8 elfu mbili na moja huko Morogoro mjini, na hiyo ndoa ilifungwa na marehemu Mchungaji Shemu Onyango na walibarikiwa watoto wawili kama unavyotuona mimi nac mama. Mama na baba pia walikuwa na watoto na wajukuu wengi waliowalea na wanaoendelea kuwalea. Mfano ni dada Neema na kuita hapa mbele sema machache na, na wengine pia. Kina dada Neema atawakilisha mambo ambayo mama alikuwa anayafurahia. Alikuwa, alikuwa sana mama alikuwa muumini wa kusimamia ukweli, kutetea wanaokandamizwa na kuonewa. Mama alikuwa ni mchapakazi jamani, eh. Hakuridhika na vitu vinyonge, alikuwa anapambana. Alikuwa hakuna mahali ambapo alikuwa, alikuwa anasema hawezi. Nakumbuka alikuwa ananifundisha kusuka, nikawa namwambia mama, siwezi. Ananiambia utaweza, kila mtu hapa, kila mwanamke hapa anajua kusuka, utakuwaje hujui kusuka wewe, lazima uweze, vidole vyako vitajua kusuka. Mama alikuwa na shauku kubwa ya kuwaendeleza wengine, na alikuwa anafurahi sana kuwaona wengine wakifanikiwa. Yaani mama alikuwa akikusaidia, hata kama usipomwambia asante, yaani yeye ameshaenda. Alikuwa anasaidia bila kutegemea hata utakuaje hivyo, na pia mama alikuwa na huruma sana hata kwa waliomkosea, alikuwa hawezi kuweka vitu moyoni. Pia alikuwa mcheshi sana, alipenda maburudisho hadi akafungua kikundi chake kinaitwa Hills Queen. Kila baada ya miezi mitatu, miezi minne wanaenda out. Alikuwa anapenda kusema life is short, enjoy Mama alikuwa mtu wa maombi. Nyumbani kwetu tuna sali jamani. Alikuwa uh, mtu wa maombi, alikuwa anaomba. Na yani ni anakumbusha. Hata kama wewe umesema ee, mama leo tumecho, hapana ntaomba. Mama, mama alitupenda, alipenda familia yake, baba na pia sisi na watoto aliowalea. na pia mama alikuwa anaijua pesa na akipa, akipambana, akipambania ile pesa, yuni nitaipata naenda kuifanya ile kazi ataipata. Yani alikuwa yani, kwanza ukichezea hela, nakwambia hivi, kwa sababu babako na mamako wanafanya kazi, ngoja yeah. Na adhabu zake nyingi, sisi hatuchapwi ni hela Yaani mara nyingi hatujawahi kushaapwa ila tu, omba hela, yani hapo ndo atakapo kupata. Na pia mama mama pia alikuwa ni alikuwa na alikuwa hawezi kuweka vitu moyoni kwa muda. Akikukosea atakwambia, yule pale alinikosea, lakini nishamsamehe. Hata siponiomba msamaha, mimi nishamsamehe. Kipengele cha kifo, mama alienda India kwa madhumuni ya kuikagua afya yake. Baada ya uchunguzi wa kina, matokeo yalionyesha kuwa hana changamoto yoyote za kiafya. Hana tatizo la uvimbe tumboni lililokuwa lililodhaniwa kuwa, kuwa ni tishio kwa afya yake, ilithibitishwa kuwa hilo tatizo halikuwepo. Mama alipatiwa matibabu ya kawaida ya kuuondoa huo uvimbe na mchakato huo uliishia kuleta complications na kuwa chanzo cha tatizo ambalo lilidumu na kupelekea kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda kutoa shukrani chache kwa zawadi ya maisha ambayo mke wangu aliweza kuyaishi katika dunia hii. Ninamshukuru Mungu kwa mbaraka wa uhai ambao alimpatia katika kipindi cha maisha ambayo nimeishi pamoja naye. Leo pamoja na huzuni tulionayo, ninajisikia kama vile tunasherehekea uhai wa miaka aliyoishi hapa duniani. Na tunawashukuru madaktari wa hospitali ambayo, eh, tulikwenda kwa ajili ya kuchunguza afya yake, moja ya hospitali iliyoko kule Mumbai, eh, India ambayo inajulikana kwa jina la HCG na ndipo mahali ambapo mama mke alikuwa anatibiwa na hii ilisukuma na yeye aweze kwenda kule kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa afya yake, uchunguzi wa kawaida. Ninapenda kuwashukuru watu waliofanikisha mambo mbalimbali, mojawapo ya kuleta mwili e, katika nchi ya Tanzania kutoa India kwa njia michango, watu wamechanga michango mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutusaidia. Ninawashukuru washukuru wote walionipigia simu na wengi walituma meseji nyingi za kunitia moyo, katika saa ambayo walikuwa hawaelewi kwamba napitia wakati gani, lakini mimi nilikuwa nilikuwa nafahamu. Mara nyingine nilikuwa nina ni siwezi kujibu kwa sababu walikuwa na miongoni wa watu wengi walikuwa na hisia kubwa sana ya kuweza kufahamu rafiki yao anaendelea vipi, lakini kwa namna ambavyo e, nilikuwa ninapitishwa katika e, hali ya ugonjwa wake nilikuwa ninashindwa hata na nina kuzungumza. Ninashukuru sana kamati mbalimbali ambazo zimeweza e, kujibidisha kufanya msiba na mazishi ya mke wangu yaweze kufika katika hali ya kufanikiwa. Mungu awabariki sana. Ninashukuru sana kanisa la langu la Waadventista Wasabato Ubungo Hill, ninajua ya kwamba mmekuwa mkiomba, mmefunga kuomba mara nyingi, mmepiga simu sikupokea kwa sababu hali yangu ilikuwa sio nyepesi sana ya kupokea kila simu lakini basi mimi ninakiri kupokea maneno ya faraja mlioniandikia na wala ambao walinipigia simu. Moja ya mama mtu mzima ambaye ana miaka karibia themanini, Mama Karia, ninakutaja kwa jina kila asubuhi. Mama huyu nilikuwa nashangaa kwamba anaandikaje meseji, lakini alikuwa anaandika asubuhi, nikiamka nakutana nayo. Ninamwombea baraka nyingi. E, ninapenda kuwashukuru sana wachungaji na viongozi wa kanisa, viongozi e, wa kanisa katika jimbo Seki, mlionyesha kwamba mna sesheni ya kuomba kwa ajili ya afya ya mke wangu. Lakini majibu ya Mungu ni sahihi kuliko vile ambavyo tulikuwa tunategemea. Ninapenda kutoa shukrani za pekee sana kwa rafiki yangu kama yupo jirani, naomba aweze kuja hapa mbele eh, Mr. Nehemia Daniel Bunare, yeye ambaye ni rafiki yangu wa kweli. Akiwa rafiki yangu wa kweli kwa ujana wangu, nikiwa ni kijana, tulitengeneza urafiki pamoja na wengine ambao wapo, nikiwa Moro, Morogoro eh, Nehemia alifunga safari kut Tulipowasiliana na nilipomweleza hali ya mke wangu, aliniambia kwamba jioni ile anakwenda kuzungumza na mke wake ili amuombe kibali cha kuweza kumruhusu kuja India kwa ajili ya kunisaidia katika hali niliyokuwa nayo. Nilikuwa na imani ya kwamba mke wake asingekataa kwa sababu alikuwa ni rafiki yake ya wa karibu sana na mke wangu. Kwa hilo nilikuwa najua liko bayana na ni kweli, alifunga safari akaja India kwa gharama zake mwenyewe. Alifanya kila alichoweza, akaja akanikuta siku ambayo, siku ambayo alipofika ndio siku ambayo tunakwenda naye kwa madaktari ndipo wanatuambia kwamba baada ya masaa matano ama masaa sita e, ndugu yenu atalala mauti. Kwa hiyo tulihesabiwa masaa Nehemia ni tumekuwa katika kumwamini Mungu katika ujana wetu na katika kufanya kazi ya Mungu, tukawa na kazi kubwa ya kuketi katika mbele ya kitanda mke wangu ili kuweza kutoa huduma za kiroho, ambazo madaktari walikuwa wa wanatuambia fanyeni mnaloweza. Kwao tulifanya. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, nawashukuru sana marafiki zangu wa tangu jana ambao wametoka Morogoro. Ndani bwana aliingia usiku wa jana na e, Sam, e, pia aliingia usiku wa jana, yuko e, liziki ameingia hawa ni timu ambayo tumekuwa pamoja e, katika kusaka ukweli wa neno la Mungu Nehemia. Mimi na mke wangu tumekuwa ma ndio ma, mabesi katika harusi yake e, lakini e, sasa mimi ninabaki peke yangu e, nina naendelea kumshauri rafiki yangu ambayo mimi nilikuwa besi wake Dani Mbwana ndiye alikuwa MC wa harusi yangu ye ya, yeah, wao ndio walikaa wa kikao cha kusema sasa waje kunisaidia. Kwa hiyo ninawashukuru sana Sam. E, mwalimu wa kwaya aliimbisha wimbo wa Haleluya kuu siku ya arusi yangu, wote wamekuja, ninawashukuru kwa njia pekee sana, na maneno yako mengi ya kusema marehemu Niseme tu ya kwamba aliyakabidhi maisha yake mikononi mwa Mungu kabla hajaingia kwenye chumba cha upasuaji, na tuliomba pamoja, na tuna matumaini ya kwamba siku moja tutamuona tena Bwana atakapokuja. Mimi deni kubwa ni ambalo ninalo ni kuishi maisha makamilifu, kwa sababu nimeona bayana ya kwamba yeye amelala katika tumaini. Kwa hiyo mimi E, kazi yangu kubwa ni kuishi maisha yatakayompendeza Mungu ili siku moja asubuhi njema tukutana naye katika ufalme wa mbinguni ambapo hapata kuwa na kifo, apata kuwa na magonjwa, hata apata kuwa na kilio. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana.